ambapo huko utakutana na vitabu vyote vya Biblia. Katika upande wa YouTube na Facebook tunatambulikana kwa jina la Jerusalem Family TV doti Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Usisahau kufollow na usisahau kusubscribe kama bado hujawahi kufanya namna hiyo ili uendelee kupata vitabu vyetu kila wakati. Watu wa Bwana, Tusali, tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambapo Baba unatuwezesha kusoma neno lako, tunaomba Roho Mtakatifu utusimamie, utuwezeshe Bwana tuweze kulisoma na utupe nguvu ya kulielewa, hekima yako ituwezeshe Bwana, ili sote tuendelee kujengwa katika jina la Yesu Kristo, tuseme amen. Wapendwa karibuni sana, ni kitabu cha Yeremia sura ya saba na ya nane. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project ili tuanze rasmi usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Mlango wa saba. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, simama langoni pa nyumba ya Bwana ukatangaze hapo neno hili ukisema, sikilizeni neno la Bwana ninyi nyote wa Yuda mnaoingia katika malango haya ili kumwabudu Bwana. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tengezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo mkisema, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana, hekalu la Bwana ndiyo haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamwonei mgeni wala yatima wala mjane, wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowalisha mahali hapa, katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Angalieni, mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo na kumfukizia Baali vumba na kuifuata miungu mingine ambayo hamkujua, kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema, tumepona ili mpate kufanya machukizo hayo yote? Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni, mimi naam, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Lakini enendeni sasa, hata mahali pangu palipokuwapo katika Shilo, nilipolikalisha jina langu hapo kwanza, mkaone nilivyopatenda, kwa sababu ya uovu wa watu wangu Israeli. Na sasa, kwa sababu mmezifanya kazi hizi zote, asema Bwana, nami nikasema nanyi nikiamka mapema na kunena, lakini hamkusikia nami nikawaita, wala hamkuniitikia. Basi nitaitenda nyumba hii iitwayo kwa jina langu mnayoitumainia, na mahali hapa nilipowapa ninyi na baba zenu, kama nilivyopatenda Shilo. Nami nitawatupa ninyi mbali na macho yangu, kama nilivyowatupa ndugu zenu wote, yaani wazao wote wa Efraimu. Basi wewe usiwaombee watu hawa, wala usiwapazie sauti yako, wala kuwaombea dua wala usinisihi kwa ajili yao, kwa maana sitakusikiliza. Je, huone wanavyotenda katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu? Watoto huokota kuni na baba zao huwasha moto na wanawake hukanda unga ili kumfanyizia mikate malkia wa mbinguni, na kuwamiminia miungu mingine sadaka za kinywaji, wapate kunikasirisha mimi. Je, watu hawa wanikasirisha mimi? asema Bwana hawajikasirishi nafsi zao na kuzitia haya nyuso zao wenyewe? Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi: Tazama, hasira yangu na ghadhabu yangu zimemwagwa juu ya mahali hapa, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya miti ya mashamba na juu ya mazao ya nchi, nayo na itateketea isizimike. Bwana wa majeshi Mungu wa Israeli asema hivi: tieni sadaka zenu za kuteketezwa pamoja na dhabihu zenu mkale nyama. Maana sikusema na baba zenu, wala sikuwaamuru kwa habari za sadaka za kuteketezwa na dhabihu, siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri. Lakini naliwaamuru neno hili nikisema, sikilizeni sauti yangu, nami nitakuwa Mungu wenu, nanyi mtakuwa watu wangu, mkaende katika njia ile yote nitakayowaamuru, mpate kufanikiwa. Lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao, bali walikwenda kwa mashauri yao wenyewe na kwa ushupavu wa mioyo yao mibaya, wakaenda nyuma wala si mbele. Tokea siku ile baba zenu walipotoka katika nchi ya Misri hata leo, nimewatuma watumishi wangu wote manabii kwenu ninyi, nikiamka mapema kila siku na kuwatuma. Lakini hawakunisikiliza wala kutega sikio lao bali walifanya shingo yao kuwa ngumu, walitenda mabaya kuliko baba zao. Nawe utawaambia maneno hayo yote, lakini hawatakusikiliza; nawe utawaita, lakini hawatakuitikia. Nawe utawaambia, taifa hili ndilo lisilosikiliza sauti ya Bwana Mungu wao wala kupokea mafundisho. Uaminifu umepotea, umekatiliwa mbali na vinywa vyao. Zikate nywele zako, e ee Yerusalemu uzitupe ukafanya maombolezo juu ya vilele vya milima, kwa maana Bwana amekikatana kukitupa kizazi cha ghadhabu yake. Maana wana wa Yuda wametenda yaliyo maovu machoni pa Bwana, asema Bwana, wameweka machukizo yao ndani ya nyumba hiyo itwayo kwa jina langu, hata kuitia unajisi. Nao wamepajenga mahali palipoinuka patofethi, palipo katika bonde la mwana wa Hinomu, ili kuwateketeza wana wao na binti zao motoni; jambo ambalo mimi sikuliagiza wala halikuingia moyoni mwangu. Basi angalieni siku zinakuja, asema Bwana, ambazo katika siku hizo halitaitwa tena Tofethi wala bonde la mwana wa Hinomu, bali litaitwa bonde la machinjo; maana watazika watu katika Tofethi hata hapatakuwapo mahali pa kuzika tena na mizoga ya watu hawa itakuwa chakula cha ndege wa angani na cha wanyama wa nchi, wala hapana mtu atakayewafukuza ndipo. Katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu nitaikomesha sauti ya kicheko na sauti ya furaha, sauti ya bwana arusi na sauti ya bibi arusi, kwa maana nchi hiyo itakuwa ukiwa. Mlango wa nane. Wakati ule asema Bwana watatoa mifupa ya wafalme wa Yuda na mifupa ya wakuu wake na mifupa ya makuhani na mifupa ya manabii na mifupa ya wenyeji wa Yerusalemu itoke makaburini mwao. Nao wataitawanya mbele ya jua na mwezi na jeshi lote la mbinguni walivyovipenda na kuvitumikia na kuandamana navyo na kuvitafuta na kuviabudu; haitakusanywa pamoja tena wala kuzikwa itakuwa ni samadi juu ya uso wa nchi. Na kufa kutachaguliwa kuliko kuishi na mabaki yote waliosalia katika jamaa hii mbovu, waliosalia kila mahali nilikowafukuza, asema Bwana wa majeshi. Tena utawaambia, Bwana asema hivi, Je, watu wataanguka wasisimame tena? Je, mtu atageuka aende zake asirudi tena? Mbona basi watu hawa Yerusalemu wamegeuka waende nyuma wasikome kugeuka? Hivyo hushika udanganyifu sana, hukataa kurudi. Nalisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake, akisema nimefanya nini? Kila mtu hurudia mwendo wake mwenyewe, kama farasi aendavyo kasi vitani. Naam, koikoi angani ajua nyakati zake zilizoamriwa, na huwa na mbayuwayu na korongo huangalia wakati wa kuja kwao; bali watu wangu hawazijui amri za Bwana. Mwasemaje, sisi tuna akili na torati ya bwana tunayo pamoja nasi? Lakini tazama, kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kwa uongo. Wenye hekima wametahayari, wamefadhaika na kushikwa; tazama, wamelikataa neno la Bwana, wana akili gani ndani yao? Basi kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao na mashamba yao, nitawapa wale watakaowamiliki. Maana kila mmoja wao, tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa, ni mtamanifu; tangu nabii hata kuhani, kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Kwa maana wameiponya jeraha ya binti ya watu wangu kwa juujuu tu, wakisema, amani amani; wala hapana amani. Je, walitahayarika walipokuwa wametenda machukizo? La, hawakutahayarika wala hawakuweza kuona haya usoni. Basi wataanguka miongoni mwao waangukao, wakati wa kujiliwa kwao wataangushwa chini, asema Bwana. Nitawaangamiza kabisa, asema Bwana, hapana zabibu katika mizabibu, wala tini katika mitini, hata jani lake litanyauka na vitu vile nilivyowapa vitawapotea. Mbona tunakaa kimya? Jikusanyeni, tukaingie ndani ya miji yenye maboma, tukanyamaze humo kwa maana Bwana Mungu wetu ametunyamazisha, naye ametupa maji yenye uchungu tunywe, kwa sababu tumemwasi Bwana. Tulitazamia amani, lakini hayakuja mema yoyote; tulitazamia wakati wa kupona, na tazama, kufadhaika tu. Kutoka Dani kumesikiwa mkoromo wa farasi zake; nchi yote pia inatetemeka kwa sauti ya mlio wa farasi zake za vita; maana wamekuja wamekula nchi na vyote vilivyomo, huo mji na wote wakao ndani yake. Maana tazama, nitatuma nyoka, naam fira kati yenu, wasioweza kutumbuizwa kwa uganga, nao watawauma asema Bwana. Laiti ningeweza kujifariji nisione huzuni, moyo wangu umezimia ndani yangu. Tazama sauti ya kilio cha binti ya watu wangu, itokayo katika nchi iliyo mbali sana. Je, Bwana hayumo katika Sayuni? Mfalme wake hayumo ndani yake? Mbona wamenikasirisha kwa sanamu zao walizochonga, na kwa ubatili wa kigeni? Mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, Wala sisi hatukuokoka. Kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu?